Usiku wa leo, tunazama katika eneo ambalo limekuwa chanzo cha mateso ya wengi bila hata wao kuelewa, mizizi ya mateso ya vizazi. Haya ni matatizo yanayojirudia katika ukoo au familia. Unakuta kila kizazi kinapitia changamoto zile zile. Ndoa kuvunjika, watu kutooa au kuolewa, biashara kufa bila sababu, magonjwa yale yale, kufeli kielimu, kufilisika, au kuishi maisha ya mkosi usioelezeka. Na leo tunasema imetosha. Hatuwezi kuwa watu wa maombi halafu tuendelee kukandamizwa na historia ya familia zetu. Yesu hakufa msalabani ili tuendelee kuwa watumwa wa laana za mababu. Usiku huu tunakuja kujifunza kutambua na kuvunja kila mfumo wa rohoni uliojengwa juu ya maisha yetu kwa misingi mibovu ya ukoo moja. Mizizi ya vizazi ni halisi na inadhuru sana. Katika Biblia tunakuta mifano ya vifungo vya vizazi. Tazama maisha ya Abraham, Isaka na Yakobo, wote walikumbana na changamoto ya kudanganya katika maisha yao. Ilikuwa ni patano pattern mfumo wa vizazi. Vivyo hivyo, kwa familia ya Eli ambayo ililaaniwa kwa sababu ya dhambi ya watoto wake, 1 Samuel 2. Laana hii iliathiri vizazi vyake vyote. Swali ni hili, kuna nini kwenye ukoo wako ambacho kinaendelea kama historia? Je, kuna vitu vinavyojinudia? Kuna mwelekeo mbovu wa familia ambao umeathiri hata maisha yako leo? b Mizizi hujificha kwenye maisha ya kawaida. Mizizi hii hujificha kwenye mila, desturi, matamshi, mikataba ya kipepo au kafara zilizowahi kutolewa na vizazi vyetu. Kwa mfano, ulimi wa ukoo. Wanawake wa ukoo huu hawadumu kwenye ndoa. Mila zisizo za Mungu, kutumia tambiko au waganga kutatua matatizo ya familia. Majina yenye mzigo wa rohoni. Watoto kupewa majina ya mababu waliokufa au waliokuwa na maisha ya mateso. Maagano yaliyowekwa gizani, familia kuingizwa kwenye ushirikina au ibada za miungu ya kienyeji bila watoto wao kujua. Mambo haya hujenga vizuizi vya rohoni ambavyo vinafunga mafanikio, upendo na hata afya ya mtu bila sababu ya moja kwa moja. Tano, damu ya Yesu ni silaha kuu ya kuvunja mizizi ya vizazi. Habari njema ni hii: damu ya Yesu ina uwezo wa kuvunja mizizi yote ya kipepo. Wengi wamefungwa kwa sababu hawajawahi kuikemea kwa jina la Yesu. Wengine huishi maisha mazuri, lakini hawawezi kuvuka kiwango fulani, kwa sababu kuna vitu vya rohoni vinavyowavuta nyuma. Biblia inasema, lakini walimshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, Ufunuo 11:11. Yesu hakufa bure Alikuja kutuvua kutoka kwenye historia ya kifo, mateso, kukataliwa na huzuni zisizoisha. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwa na uelewa wa mambo anayopambana nayo. Huwezi kushinda adui usiyemjua. Nne, maandalizi ya maombi ya leo: kufumua misingi ya ukoo. Usiku huu tunaenda kufumua misingi ya kifamilia iliyojengwa nje ya mapenzi ya Mungu. Tunataka kufuta kila agano la familia lisilo la kiungu Kuvunja kila mnyororo wa kimapepo unaorudia historia mbovu. Kukataa kila roho ya kurithi mikosi na masikitiko. Kutangaza baraka mpya ya kifalme, mafanikio, upendo wa kweli na mwelekeo mpya wa kiuchumi. Maombi yetu yatatoka na ufunuo huu. Hatupigani tu kwa ajili yetu, bali kwa vizazi vijavyo. Tunataka watoto wetu waishi katika baraka na siyo mapambano yasiyoisha. Hatutakubali mateso ya vizazi kuendelea kututawala. Leo ni usiku wa kuandika historia mpya ya kiroho. Tumeomba kwa bidii siku zilizopita, lakini leo tunaingia katika kiwango kingine cha vita na ushindi. Tuko tayari kuivunja kila mizizi iliyoachwa kwenye ukoo wetu. Tuko tayari kufuta kila kilichoandikwa kinyume nasi. Tuko tayari kuona mabadiliko ya kweli rohoni na kimwili. Tukimaliza somo hili, ingia kwenye maombi kwa mamlaka kwa sababu hii ni siku ya kipekee ya kuachilia mabadiliko ya kizazi chako. E Mungu wetu aliye hai, Baba wa milele, Muumba wa mbingu na nchi. Asubuhi hii tunakuja mbele zako kwa moyo wa unyenyekevu na shukrani kuu. Hatukuamka kwa nguvu zetu, bali kwa rehema zako zisizoisha. Tunakushukuru kwa kutushika mkono tangu siku ya kwanza, kwa kutupa uhai, neema, ufunuo na nguvu za kuendelea kusimama kwenye madhabahu haya ya kiroho kwa siku ya tatu. Wewe ndiye uliyetupigania jana, uliyetufunika na moto wako, uliyetufuta machozi na kuponya mioyo yetu. Sasa tunainua macho yetu juu tukikuomba utufikishe mahali ambapo hatujawahi kufika rohoni. Leo hii, Baba, tukiwa ndani ya siku ya tatu ya haya maombi ya moto, tunakiri kuwa wewe ni kimbilio letu, wewe ni msaada wetu wa karibu wakati wa tabu. Tunakuja tukiwa hatuna lolote, ila tukiamini katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, lenye mamlaka, jina ambalo linafanya pepo kutikisika, jina linalovunja historia mbovu za kifamilia na kuvua vifungo vya roho na mwili. Bwana wetu, tunaanza kwa kusema asante kwa yale uliyokwisha kufanya. Umetukomboa kwenye vifungo vya laana, umetufunulia roho za uharibifu zilizojificha, umetufundisha kupambana kiroho, umetupatia silaha za imani. Leo hii tunasema hatua tuliyoifikia ni ushuhuda wa wema wako na sasa Bwana, tunakuja tukikubali kuwa kuna mambo mengi yamekuwa vizuizi katika maisha yetu, vikwazo vya rohoni vilivyopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi, mifumo mibovu iliyojengwa na masharti ya kipepo, maagano yaliyofanyika gizani kwa niaba yetu, na hali za maisha ambazo si za kawaida. Tunakuomba utusamehe kwa kuto kujua kwetu. Leo hii tunaamka kwa uelewa mpya, tuna omba moto wako ushuke ukafumue kila kifuniko kilichowekwa ili tusione hatima zetu. Tunaomba leo kwa ajili ya mahusiano yetu, Baba wa mbinguni, tunaomba uponyaji kwa wale waliovunjika moyo kwa sababu ya kukataliwa, udanganyifu au maumivu ya kihisia. Tunawaombea walioko kwenye mahusiano yasiyo ya Mungu yaliyojaa hofu, mashaka na mateso ya kiroho. Tunatangaza Nuru yako iingie katika mioyo yao. Vitu vilivyoharibiwa na maneno mabaya, hila za kishetani au chuki za kizazi vifutwe sasa kwa damu ya Yesu. Tunaomba uweke msingi mpya wa mawasiliano, heshima, upendo na kujali. Tunatamka mwisho wa mahusiano yenye sumu na mwanzo wa uhusiano wenye kusudi la Mungu. Baba, tunaomba kwa ajili ya ndoa ndoa zilizoko na zile zinazokuja, tunazileta zote mbele yako. Pale ambapo kuna migogoro ya mara kwa mara, migongano ya asili, tofauti zisizojadilika au majeraha ya kihisia tunaomba uwepo wako ukaponye kwa kina. Ewe Roho Mtakatifu, tembea katikati ya wake na waume, walete pamoja tena. Tunaomba kwa wale wanaotafuta kuoa au waletee wake wa kiroho, waume wenye moyo wa Kristo. Walinde mioyo yao wasipotee kwa vishawishi au mapenzi yasiyo ya kweli. Funua macho ya kiroho, waone walio wao katika kusudi lako. Sasa Baba, tunakuja na mzigo wa uchumi wetu mikononi mwako, uchumi wa familia zetu, uchumi wa taifa, uchumi wa maisha binafsi. Tumeteseka kwa madeni, kwa ukosefu wa mwelekeo, kwa mapato ya otosha. Tumehangaika tukiwa na vipawa lakini bila matokeo. Leo tunaleta kila udhaifu wa kiuchumi mbele zako. Tunaomba urejeshe misingi ya baraka. Fungua macho yetu ya rohoni tuone fursa zilizojificha. Tunaomba kwa ajili ya ukulima, watu wa mashambani wenye ardhi lakini hawana mbegu, walio na jembe lakini hawavuni. Bariki ardhi zao, bariki misimu yao. Tunaomba kwa wafanyakazi walio na mishahara midogo isiyoendana na bidii yao. Tunaomba ongezeko kutoka kwako. Tunaomba kwa wanaotafuta ajira, wafungulie milango. Tunaomba kwa wale walio katika migogoro ya kifedha, wapatie amani na njia ya kutoka. Ee Mungu, hatuwezi kuendelea mbele bila kutaja biashara zetu. Tunazileta kwako kama dhabihu, biashara zilizoko na zile ambazo bado zipo rohoni. Tunaomba baraka ya upendeleo wa mbinguni. Tunaomba mbinu mpya, wateja wapya, soko jipya. Tunaomba kwa wale walio na biashara ndogondogo, wauzaji wa, wa mitaani, wajasiriamali wa changa, wenye maduka vijijini. Mungu wa Elia, ongeza faida, leta wateja wa kipekee, ficha biashara zao kutoka kwa macho ya kisheitani na funika kwa damu ya Yesu. Hatimaye Bwana, tunaomba uvunjaji wa mizizi ya mateso ya vizazi, kila laana iliyoachiwa juu ya ukoo wetu, kila kiapo kilichotamkwa na mababu zetu kinyume na mpango wako, kila sauti ya mapepo ya kifamilia inayolilia maisha yetu, kila mila tamaduni au kafara iliyotoa nafasi ya mateso, tunaifuta sasa kwa damu ya Yesu. Tunajitenga na historia ya kipepo. Tunajinasua kutoka kwenye magano yaliyofichwa. Tunajiweka chini ya damu ya Yesu na tunavaa vazi jipya la hatima. Leo hii, siku ya tatu, tunapiga hatua ya kipekee katika ulimwengu wa roho. Tunatangaza, hatutarudi nyuma, hatutarudia historia ya kushindwa. Hatutatembea tena katika giza la familia zetu. Hatutahesabiwa tena na majina ya laana. Sisi ni miliki ya Kristo, tuliooshwa, tumewekwa wakfu na tumewekwa mahali pa ushindi. Tunakushukuru Baba, tunaamini umetusikia, tunaamini mambo yamebadilika, tunaamini tumepenya zaidi, tunaamini ulinzi wako umeongezeka na tunasema kwa moyo wa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.